Pakua Fuga App, ingia Play Store, kisha search Fuga App na upakue application yako. Kama ni mara ya kwanza kupakua Fuga App, utaulizwa kuchagua lugha. Chagua Kiswahili au Kiingereza ili uweze kuendelea. Ukichagua, baada ya kuchagua lugha yako, utaweza kujisajili kwa kuingiza taarifa zako zote, mfano jina la kwanza na la mwisho, namba ya simu na mkoa ambao umetokea. Kama pia una kodi ya mwaliko, weka kodi hii ili iweze kukusaidia kumsaidia mtu aliyekupa kodi hiyo kupata zawadi ya mizani na kipima joto. Baada ya kujisajili Fuga App, utaingia kwa kuingiza namba yako ya simu na neno la siri ili uweze kutumia Fuga App. Baada ya hapo unaweza ukasajili kundi kwa kubonyeza ongeza kundi kisha uweke taarifa za kundi lako. Hakikisha umeweka jina la kundi lako, idadi, aina ya kuku na tarehe kuku wakiwa na umri wa siku moja. Hakikisha tarehe utayoweka hutoweza kubadili baada ya umri wa siku saba. Baada ya kusajili kundi unaweza ukaona taarifa zako hapo, kama jina la kundi na ukibonyeza kwenye chakula itakuonyesha chakula cha asubuhi na mchana. Kuongeza matumizi ndani ya Fuga hapa, bonyeza matumizi. Kisha chagua kategoria ambayo ya matumizi unataka kuongeza. Kwa mfano, kama unataka kuongeza matumizi ya chakula hakikisha unaweka gharama ya chakula, aina ya chakula na kiasi cha chakula. Baada ya hapo unaweza kuhifadhi matumizi yako. Kuhariri gharama ya chakula bonyeza hicho kitufe kilichopo hapo upande wa kulia kisha unaweza ukafuta au kahariri Uh, matumizi yako ya chakula. Kuongeza chanjo pia, chagua ina chagua kategoria ya chanjo, kisha weka gharama iliyotumika na jina la chanjo. Kuhariri kundi bonyeza hicho kitufe, kisha chagua kundi unalotaka kuhariri Chag badilisha jina la chanjo na kiasi, kama utakuwa unaongeza Ma mauzo kwenye kundi lako. Kama ni kundi la broiler utaweza tu kuongeza mauzo ya kuku kwa kuwa broiler hawana mayai. Kwa hiyo bonyeza mauzo, kisha ongeza idadi ya kuku uliouza na kwa bei ya jumla kwa uliouza. Ficha nyingine kwenye Fuga hapa ni makadirio, ambapo makadirio unaweza ukafanya makadirio ya gharama za kuanza na vifaa vinavyohitajika kufuga kuku, aina ya kuku kwa hiyo bonyeza makadirio kisha chagua aina ya kuku, idadi ya vifaranga na kama kuna vyombo ambavyo unavyo. Kisha bonyeza endelea. Kwa sasa unaweza kupakua ripoti yako ya makadirio na ukawatumia watu kutumia chaneli yoyote ambayo unaweza kuwatumia kupitia simu yako. Fuga pia na kuwezesha kujua chanjo na dawa za kuku wako wanahitaji lini. Bonyeza chanjo na dawa, kisha utaona chanjo za kuwapa, kisha bonyeza dawa na urekodi dawa gani uliwapa kuku wako na idadi ya siku ulizowapa. Kwa sasa Fuga App inaweza inakusaidia kurekodi na kufuatilia uzito wako kama unafuga kuku kama aina ya broiler au chotara. Cha kufanya, ingiza uzito ambao umepima jumla ya kuku wako. Mfano kama umepima kuku kumi, uh, unaweza kaingiza jumla uzito wako, kaingiza na jumla ya kuku kumi ulivyopima na tarehe ulivyopima. Kwa kurekodi hivyo Fuga App inakusaidia kukuonyesha mwenendo wa uzito wako wa kuku kwa kukompea uzito halisi na uzito ambao wewe umepima ume hapo shambani kwako, hivyo utajua je, uh, uzito unapungua au uzito ni unaongezeka sana. Pia Fuga App inakusaidia kujua chakula chako kinaisha lini. Bonyeza chakula kisha ongeza idadi ya chakula ulichonunua, aina ya chakula na kiasi, kisha urekodi. Kumbuka, ukiongeza hapa chakula kitarekodiwa direct kama matumizi, kwa hiyo haina haja ya kurekodi mara mbili. Kurekodi vifo ndani ya Fuga App bonyeza vifo, kisha ingiza idadi ya vifo ambavyo vimetokea bandani kwako. Ingiza kiasi cha vifo, sababu ya vifo na maelezo zaidi, na uchague tarehe. Hapo itakuonyesha mwenendo wa shamba lako. Je, vifo vyako vinaashiria uh, vinaashiria ugonjwa au vinaashiria nini? Kwa hiyo ukiweza kubadilisha viwango vya vifo, pia utapata ujumbe tofauti tofauti kuonyesha afya kuku wako shambani kwako. Kama umesajili kundi lako ni la broiler, kutumia Fuga app utaweza kurekodi mauzo au rekodi ya mayai. Ndani ya Fuga App sasa hivi unaweza kaangalia ripoti mbalimbali kwa kubonyeza ripoti kisha uchague ripoti unayotaka kuangalia. Unaweza kuangalia ripoti ya faida na hasara, hapo ukaona mauzo uliyofanya na gharama zote ulizotumia na kama unatengeneza faida au hasara. Pia unaweza kuangalia ripoti zingine kama ripoti ya matumizi, na unaweza ukabadilisha muda ili ujue uh, wiki hii ulitengeneza faida ya shilingi ngapi au mwezi huu ripoti yako, ripoti zingine kama ripoti za gharama, ripoti za mayai ujue utagaji wako, ripoti ya vifo ujue idadi ya vifo, na pia ripoti ya chakula kuonyesha chakula kiasi gani umelisha na gharama umetumia, chakula kiasi gani kwenye kundi. Unaweza kuchagua aina ya kundi unalotaka kulichagua. Kama una makundi mengi, unaweza kuchagua kundi lako la kuku wa layers Kwenye kuku wa layers unaweza ukaongeza rekodi ya mayai na pia unaweza ukaona ripoti ya mayai kwa sababu kuku wa layers wanatoa mayai pia. Kuhariri kundi lako, chagua kundi unalotaka kuhariri. Tarehe, unaweza ukahariri umri wa kuku, idadi ya kuku na jina la kuku. Kwenye mipangilio unaweza ukabadilisha taarifa zako binafsi, mfano jina au namba ya simu. Kupitia mialiko, unaweza ukapata kodi yako ya kualika watu, pia ukatuma kodi ya ukatuma kodi yako kupitia njia mbalimbali mbali kama WhatsApp au message ya kawaida, na unaweza ukaangalia zawadi zako kama umesha qualify au bado. Kama unataka kubadilisha lugha, unaweza ukaingia mpangilio, kisha lugha, na ukabadilisha. Na kwa miongozo mingine unaweza ukabonyeza msaada na ukakutana na taarifa mbalimbali kama group letu la WhatsApp na, uh, namba, namba za simu za kwa ajili ya msaada, taarifa nyingine na pia unaweza ukatupa maoni na ushauri ndani ya Fuga app. Kupitia YouTube channel yetu tutakuwa tunatuma mafunzo na pia jinsi ya kutumia Fuga app. Unaweza ukasoma sera za faraga, jinsi tunavyotumia za data zako, lakini pia unaweza kaangalia maswali yanayo ulizoulizwa kwa kujirudia ili kukusaidia jinsi ya kutumia Fuga vizuri. Mwishowe, unaweza ukatoa maoni yako kupitia ndani ya Fuga app sasa hivi na kutuambia nini unachotaka na wapi tuboreshe zaidi.